Wauze nyumba wa mtoto wako wewe, umsaidia mzazi wako kwa kufanya yale anayopenda Mungu, au unamsaidia kwa kufanya yale la anachukia? Lazima sisi watoto tuwe ni chanzo wazazi wetu kufanya anayopenda Allah tabarak wa taala. Hawezi kuwa mwema kwa mzazi wako ikiwa hawamsaidii kufanya anayopenda Mola wako Ibrahim alaihi salatu wassalam akaamua wa kumchinja mtoto wake, na akapewa mtihani mwingine. Wajua, mara nyingi ukiamrishwa jambo nukama waliona vizito, sisi huwa mara nyingi tunatafuta sababu na odo. Wajua, kuna hivi, wajua, ukishindwa kuswali alfajiri kwa sababu nilipitikiwa na usingizi na usingizi kulala saa saba takunkeza kumi na moja nia ya kufanya jambo kweli, unajiandaa. Wala uaradi khuruja la adu lahu udda, na leo ni kwa kweli wanataka kutoka kwena jihad kujiandaa, lakini kule wao kukosa kujiandaa ni ishara ya kuonyesha hawakuwa na nia na kosa kujiandaa kwa jambo zuri Ukashindwa kufanya usipiane udhuru, kwa sababu wewe tayari unajianda. Nabii Allah Ibrahim alipoamua kumchinja mtoto wake, akapitisha kisu katika shingo ya mtoto wake, kisu kikakata. Kama mtu mwingine angesema ya Mola au mwenyewe, ushaona nimetekeleza, kisu ndio kimekata. mm -hmm, lakini bado anamtuliza mtoto wake pale pale, yote au pia makali kisu ili kikate vizuri. <laughs> akikata kitu chengine na kisu kile kile kinakata, lakini akirudi kukata mtoto wake hicho kisu, kwa sababu Allah lengo lake si kuua mtoto, bali lengo lake ni apate kutudhihirikia mapenzi ya kweli ya Ibrahim kwa Mola wakeanisha <laughs> kumaliza maisha ya mtoto wake ili apate radhi za Mola wake na amekubali kutekeleza maamrisho ya Mola wake kwa sababu amempenda kikweli. Je, sisi kweli tunampenda Allah? Na ikiwa tuadai tunampenda ni mali apo ametuamrisha na sisi hatakuyatekeleza, je, kati ya jambo hili la Ibrahimu kumchinja mtoto na yale ambayo kwamba sisi Allah ametuamrisha ni lipi zito kushinda lingine? Nabii Ibrahim ameweza kutekeleza kwa sababu alikuwa na mapenzi ya kweli, na sisi tumeshindwa kutekeleza haya madogo madogo kwa sababu hatujakuwa wa, wa kweli kwa mapenzi yetu kwa Mola wetu. Anasema shairi

mpenda ni mwenye kumtii. Nabii Ibrahim anaendelea kufanya bidii kumchinja mtoto, mwisho Allah tabaraka wa taala anamuita, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika, ewe Ibrahim umeisadikisha ndoto Hakika hivyo ndio tunamwalika watu wema. Kisha Allah mwenyewe aliyotoa mtihani huu, kama vile mapenzi ya Ibrahim kwa Allah ilikuwa makubwa, Allah mwenyewe asiowakia huu mtihani ulikuwa mkubwa. inna hadha la huwa lbalau lmubin, hakika huu mtihani ulikuwa ni mtihani mkubwa uliokuwa wazi. wafadainahu bidhibhin adhim Ismail kupitia kondoo aliyokuwa mkubwa kama vile mtihani uliokuwa mkubwa. watarakna alaihi fi lakhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzil muhsinin. Hu ni mtihani Ibrahim aliyopewa. Je, atachinjwa ni Ismail ama ni ishaq? Kuna baadhi ya maulamaa wanasema ni ishaq si Ismail, lakini angale hizi aya ilipotajwa nyuma mbele Allah anasema katika Qurani, basharnahu biishaqa nabiya min assalih. Baada ya kueleza kwamba nyuma ameamrishwa achinjwe nini na nini, ashatekeleza maamrisho hayo yote, kondoa shachinjwa, ashateremshwa, shachinjwa, Allah asema wabasharnahu biishaqa nabiya min assalih, kisha tukampatia bishara ya kumpata Nabii ishaqa na huyu amekuwa ni nabii kuonyesha kwamba achinjwe kwa mdogo, yani hata kufa kwa mdogo atakuwa mkubwa mpaka tumilizo. Ndio kwa hiyo ni chinjwe ni Ismaili ama ni Ishaq. Na pia Allah amesema katika Quran baada ya kuwa amezaliwa Ismaili, lakini akiia bishara tena mke wake ule mzee, mke bishara ya pili, atakupata Ishaq.

Anayemzaa mtoto huwa anakuwa ni mtoto au ni mtu mkubwa. Sasa naye ameamlishwa amchinje akiwa mtoto. Sasa ikiwa Ishak ndiyo huyo achinjwe, inamaanisha ikuwa mtihani kwake, anijua kwamba huyu inamchinja lakini hata kufa, kwa sababu Allah ashasema atakuja kuzaa nanu. Sasa ndio ndiyo. Sasa tukisema ni Ishaaq, inamaanisha ikuwa ni mtihani beri, inafaa ina hivyo ni Ismail

Ndio atapata bishara kwamba atapata Ishaq wa min wara Ishaq ya Yaqub. Na baada ya Ishaq atazaliwa nani? Kwa hiyo ndio anachinjwa ni Ismaili, si Ishaq, kwa sababu Ishaq kabla kuzaliwa ilikuwa tayari ishaelezwa kwamba huyu akizaliwa na yeye atakuja kuzaa Yaqub, na baba ikiwa ashajua kwamba huyu atakuja kuzaa Yaqub na nimeamrishwa nimchinje akiwa mdogo, guarantee hawezi kufa, lazima atapata uzima aje mzee na hiyo itakuwa si mtihani lakini, mm -hmm. kwa Ismaili <coughs> ndio ilikuwa ni mtihani mzito. Mtihani huu Nabii Ibrahim alipita kwa sababu ya kweli wa mapenzi yake. Yes, je, sisi mitihani mingapi tuna feli wakati tuko na uwezo wa kutekeleza? Mambo mangapi Allah ametuamrisha tunayaacha na kuyapuuzia wakati tunaweza kuyatekeleza? ikiwa kweli tunampenda Allah tabaraka wataala, tukimbilie kuyafanya anayopenda.